Huyu kocha kama atamuamini kwa yeah. Sababu Boeli ashatengeneza unajua, ukifumba unaongeza confidence, confidence. nadhani mechi ijayo anaweza kufanya bora na vizuri zaidi mm -hmm. Tofauti ya Dube na Boeli ni kushambulia ile zone ya mpinzani. Dube anashambulia vizuri sana na achokosa Dube ni skills tu ya kufunga, lakini Dube yuko vizuri sana kwenye kushambulia box na kukaa position nzuri, ila kwa yanga inapoteza ya sasa hivi kwa mpira anavyoona draft linavyopigwa mechi ijayo aanze Boyeli, mechi inayofuata aanze Boyeli, mechi inayofuata aanze Boyeli Me, kwa sababu Yanga anafika kwenye boxi wantizane max anaingia one, anaingia unakuja kumuona kua e, anaingia kola, anaingia walikuwa wanahitaji forward mwenye kusimama pale niila na Boyeli ameonyesha anao uwezo. Kwa hiyo nadhani Yanga wakati tupo kumwamini Boyeli, na Mkwala ajaanza kufeli msimu msimu mmoja na kwenye orodha ya wachezaji ambao bado alisema waachwe Mkwala sema, shida ilikuja wapi? Uh, ilikuwa ngumu kuwacha washambuliaji wote kwa wakati mmoja, wengine mazingira kwa sababu zokaleta Steven Dese umeelewa? Mkwala mimi nadhani anapata namba kwa ajili tu ya mkataba wa usajili, kwamba hawa wachezaji wengi wa kigeni wana asili ya kulinda kwamba mchezaji wa kigeni lazima anze, lazima lazima lazima anze, lakini kwa kwalite yake, na Simba hapaswi kucheza Simba mchezaji wa kawaida, kwamba Mkwala anaweza kumfananisha na. Hapana, Boeli kazi yake ni kufunga, ni ni yake kushambulia box. Na na Dube ni sawa, ana mikimbio mizuri, lakini finish ndio bado na mimi nadhani ugonjwa kama Fuad ndo anao utimu mikai.